Maelfu ya wanajeshi wa Uingereza wamepata mafunzo nchini Kenya kwa zaidi ya miaka 60 sasa, chini ya mpango unaofahamika kama BATUK. Hata hivyo, wamekuwa ni mwiba mchungu kwa jamii zilizo karibu na kambi zao. Wanajeshi hao wamekabiliwa na shutuma mbalimbali, zikiwemo mauaji We begin with the shocking news of a confession by a British soldier who was admitted to killing a Kenyan woman in the Nyuki town and dumping her body in a septic tank. Uharibifu wa mazingira na hata ubakaji. Ikiwa imeanzishwa Juni tarehe tatu mwaka 1964, BATUK inafanya kazi kupitia makubaliano kati ya serikali ya Kenya na ya Uingereza. Mpango huo hutoa nafasi kwa wanajeshi takriban 6000 wa Uingereza kufanya mazoezi ya wiki nane nchini Kenya kila mwaka. Batuk inaendesha kambi zake katika maeneo mawili muhimu ndani ya Kenya, kambi iitwao Kifaru ndani ya kambi kuu ya jeshi la Kenya jijini Nairobi, mji mkuu wa nchi hiyo, na kambi ya Nyati iliyogharimu pauni milioni 70 iliyoko katika kaunti ya Laikipia, takriban kilomita 200 kaskazini mwa Nairobi, Kando ya mlima Kenya. Zaidi ya kesi elfu moja za matukio ya ubakaji uliofanywa na wanajeshi hao zimesikilizwa na kuchunguzwa katika kipindi cha miaka 30 iliyopita. Ntilaren Supuko mwenye umri wa miaka 60 ni mmoja wa waadhiriwa wa ubakaji kutoka kwa wanajeshi hao. Hiu, tafuta makuni hapo mikufanya ai awanasa kunishika, mwingine mkono, mwingine mkono, kanigonga na buti, ifi ndio niamuke ivi, kanifanya hivi, kanza kushika ni wapi? Kwa shingo, kwa shingo, kwa shingo, kanikujia moja moja moja moja moja moja, watu saba, kanirefu

mimi pado uko chini sisiki mturi hiyo ni nini sini mbaya na nibiritijua meharibu mimi. Mumewe alimtaliki baada ya tukio hilo. Kimbilio na msaada wake wa pekee umekuwa ni binti yake. Umekuwa ukimsaidia ya mama yako vipi? na namemulia dawa anatulia kidogo, analala. Kesho ni ivo ivo, aendi choo vizuri, akojoi vizuri. Ameenda mahospitali ameshitikana, madaktari wakasema mama sasa hawezi, za waliharibiwa kisasi yake. Kila siku tu analia, kila siku analia, hana amani kabisa. Kila hatua anayopiga inamkumbusha kile alichofanyiwa na wanajeshi hao. Saa hii mkukufa kikija, msichana ndio tanisika, lakini Masai, msichana asiki mama yake, hiyo ni maisha gani. Sio mbali na hapa, tunakutana na Noldonyo Piro. Simulizi yake pia ni ya kusikitisha. Yeah, like yes, alasiri moja katika mwaka 1995 yeye na dadake Mantoi walikuwa wakichunga mbuzi wa baba yao maeneo ya Samburu katika safu ya mafunzo ya kijeshi ya BATUK wakashambuliwa na wanajeshi hawa wa Uingereza na wakamshika na kumbaka dada yake hadi akafa. Yeye akajaribu kutoroka lakini wakamshika na pia kumfanyia unyama. Nikaona mtu anakimpia watu mbili. Ile au ta sisi hatujaona hiyo hapo. Mimi nikaambia, "Kuku." Ile kuda. Na ria, "Pas, hiyo. Mumewe amekuwa msaada wake wa pekee tangu wazazi wake walipofariki. Eh, e, nilisikia tu alifanywa hiyo kitendo mbaya e, kama wanyama akakanyaga mkono na mguu. Mkono ukabanjika. Akatengeleza mkono hapo tu kwa kienyeji. Kwa watu kenyeji wanajua kutengeleza kienyeji tu mkono kufunga funga tu. Mkono. Sasa hiyo mkono hata sasa haifanyi kazi.

na haki ya familia hii haijulikani itatoka wapi. Is very sad for us as a community. Since 2004, we have not seen any justice for the woman. We We are still following up. We don't know what is happening between the Kenyan government and the British government to give justice to that family. Waathiriwa wengine wengi zaidi wa ubakaji hubaki kimya kwa aibu. Wale wanaojitokeza mara nyingi huambulia talaka na kufukuzwa kutoka kwa jamii zao. Watu akiniona wanasema tu, shane na hii takataka amerepewa na wasungu hii si mtu. Ni aibu kubwa sana kwa Wasamburu mama. Ay, hii

Uh, these communities are not able to litigate these tortious claims beyond reasonable doubt uh, before the army. And when the king came to Kenya, all the Kenyan people came to see him and to welcome him. This, but this but is a mockery because you cannot welcome the king and your soldiers are doing very bad things with the community. Visa vingi vingine vya unyanyasaji wa BATUK bado vimefichwa na wahusika hawajachukuliwa hatua yoyote dhahiri. Zaidi hivi karibuni ni ongezeko la watoto chotara waliotelekezwa waliotokana na mahusiano ya kimapenzi kati ya wanajeshi wa BATUK na wanawake wa maeneo wanayozuru wanajeshi hao mara kwa mara. I look different from the others, babangu ni mweusi mwenye, ningetaka tu kujua na mbona aliniacha kwa hii shida yote Ukienda ofisi zao za Batu kunaambiwa, komanda huko ni Mscottish na baba mtoto ni Mscottish, hauwezi sikizwa kama hata sometimes unanyima kuingia kwa gate. Hapa Kenya huniita British, na wakati wanaponiita British mimi nashindwa niko dunia gani? Haya UK naye hawanijui kwa sababu hawajui uraia wangu. Kwa upande mwingine, Kenya inaendelea kuwa uwanja wa michezo ya kuudhi kwa wanajeshi hawa wa Uingereza. Huku Uingereza ikikubali kimya kimya kuendeleza mafunzo yake ya kijeshi nchini Kenya kwa muda usiojulikana baada ya mkataba wao wa awali kumalizika mwaka 2021. Uh, na hawa wazungu ungependa kuwaambia nini? Ni wacha wasungu Mungu. Tulisema wacha Mungu aulise hao hiyo, Zambia hao walipanya. Sisi tumekuwa kama kiwete tu. Kwa nini anakuja kutunyenyasa hawa? Hawezi fanya kazi yao na kwenda nikurea vitu wa mama ha? Kukuja kutunyenyasa sisi watu nyeusi wa Afrika chori, sisi ni manuku bila na samanga, sisi ni manuku. Na sisi tunalilia Ruto atuchukulikie, atulilie, atusaidie, hatuna uwezo yeyote. Ninataka hiyo kesi pelekwe mbele, tufanye hiyo kesi. Aone venye tamua atutakile madharau ili walitaansisha sisi iendelee kwa Kenya maisha na mulele ni mbaya, yeah. Hapa mkononi mwangu nina majibu ya barua pepe yaliyopigwa chapa kutoka ubalozi wa Uingereza nchini Kenya, wakisema kuwa wanachukulia kwa uzito mkubwa tuhuma zozote dhidi ya maafisa wao na kwamba kwa sasa wanafanya uchunguzi zaidi kuhusu tuhuma hizi na matokeo yake yatashughulikiwa kwa umakini mkubwa.

Milima ya maeneo ya Samburu na Nanyuki inaendelea kusitiri siri nyingi na maumivu mengi, huku matumaini ya waathiriwa hawa kupata haki yakizidi kufifia kadri siku zinavyopita. Lakini je, ni akina nani hasa hawa wanajeshi wa Uingereza waliohusika na unyama huu? Na pia ni maafisa wakuu wapi serikalini wanaoficha utambulisho wao? Kevin Phillips Momanyi, TRT Afrika, Nanyuki, Kenya.